Katika mji kama vile kata viongozi wa M20 na... Katika mji kama vile kata viongozi wa AFC M23 wakipiga marufuku utumiaji wa pombe kali hasa kwa vijana. Katembo Ndalieni ni mea wa mji wa Goma upande wa AFC M23. E, ni kusema bwana journalist, hapa tunapatikana Karisimbi karti mabanga wakati tunazungumza raia, eh iache kutumia pombe ya moto na bangi tiana. Eh, unajua ya kwamba kwamba, eh raia cho mali ya nchi, raia cho unite de production ya nchi Les hommes passent les institutions restent. Sisi tutapita lakini mai yainji tabakia. Na hii inji ni vijana njo wataiongoza kesho. Sasa bwana journalist, sisi tutapita, inji tutaiacha walevi, inji tutaiacha wavuta bangi? Jibu ni hapana. Njo mana nimekuja hapa kurudisha ordre na disipline na na soieté. Tunasema kama stipefia yote, yaani marijuana juana bangi ni kitu ne kina kitazio, sababu kina dnes na ingine. Sasa yetu tunazungumuza nayo ni pombe ya moto, sababu statistiki ya wakati eh, hii mwaka wa, ya, ya elfu mbili eh, makumi mbili na sita inaanza statistiki natuonyesha kama vijana wengi wanakufa na pombe ya moto. Ndio maana tunasema kama hiki kitu tunatutasha kukifatilia sana na kusasibilizera kusansibilizeraia yetu, sababu wabaki mbali na hiki kitu, sababu Kongo ya kesho wao sababu sisi tutapita, lakini maisitisho za inji inji tabatu. Lakini wanasema wanatumia kwa sababu hawana kazi e, tumekwisha kuwambia ya kwamba kazi sio shida, kusema wakati tumestabilize eneo ya vile ya Goma itakree ita bon klimali za fer na ile bonne climat des affaires itaita investisseur, sababu hakuna mtu mwaneza fanya investissement yake fasi kwenye kuko insecurite, fasi kwenye kuko hakuna hakuna stabilite. Na hii investissement, bwana journaliste, itacree emploi na ile emploi inacree stabilite, ndio. Donc ni kusema njo programme ya AFC/M23 na unaona leo population raia inakubali kama leo Goma iko na stabilité yenye itafata ni ile boni climat des affaires yenye ile stabilité meleta, itaita investie na investissement itacrée bloc jeunesse. Inji yetu imebomoka siku mingi bwana journalist, nasema waingie katika jeshi. Eh, nitafikia pale inji yetu mebomoka siku mingi na kuijenga na tukamata wakati. Haiko sawa baguette magique, lakini tunaenda step by step by step step, by atua kwa atua na tutafikia siku yenye e, inji itaheshimika na tunawahimiza kuingia kwa jeshi.

kazi. Ndio maana tunaimiza vijana leo manji ziko mu competition tuone kama inji taheshimika hamuna gani? Haiwezekani bwana journalist Kinchasa kuna wala wasomi mingi waache system de defense ya inji ndio FARDC wapatie raia silaha. Naona inji imeisha, inji imepotea, nous vivons la situation de non état na inji, tunapaswa kurudisha kurai na kurudisha kurai ni kuheshimisha na ni kuunda jeshi yenye takuwa na kapasiti ya kulinda raia na mali yake na kulinda hiyi 2345000 km 2 yenye wakungumanya wanaishi gani. Wengine wanasema, pengine wanasema mtarudi na umegusia e, ni kusema ni kweli hii imekuwa mingi, wanazungumza kama tutarudi. Unaona Goma imekuwa libere, ni kusema ilikuwa le 27 e, janvier 2025. Leo tunakua e, tunakuwa mwezi wa pili, ni kusema tumefanya Goma mwaka mmoja moja e, leo kuna Bunagana wanaingia mumwaka wa nne, Ruchuru wanaingia mu mwaka wa tatu na hapa Goma tunaingia mumwaka wa pili tutaingia na mumwaka wa tatu na mumwaka wa nne na mumwaka wa tano taishi na population hapa. Ile yenye imefanyika nani Uvira musema, ni kusema ni kuonesha komunite internationale kama sisi tunataka mazungumzo, tunaacha Uvira lakini tuzungumuze. Vijana kwa upande wao wakiomba viongozi wa M23 kufunga kwanza viwanda

ingili yako ndio kwenye banatia rigere sana kwa msa consommation inakia kuwa mentana, deuxieme phase, yani wafunge viwanda vya pombe. Iko inconcevable kusema utatake consommateur mwenye alikunya kisha producteur yeye anakuwa nini, anakuwa toujours privilegie ingali shida ile. Hata kama ule producteur atalipa taxes katale mais yeye atalipa produit yenye takia de tous les valeurs chaine yenye biko wanainterdire, kuikunya ndio pombe haiko mzuri. Kusante watakunya ile itaacha, wanashinda kwa ulevi, jeune mzima watakuwa usimu, mabanditisme jeune mzima, lakini sisi tungeomba kwa wakubwa mahali

mtenye vikouku watakosa vya kukunya na akikosa vya kukunya petetre ile nazasaidia kufanya nini kureduire ile too ya nine ya ulevi ndani ya mji yetu ya, ya Goma hapa. MTV imezungumza naye Mari Kibundila, mkuu wa kata la mabanga Nord mjini Goma na shukuru bwana journaliste kwa swali tumepokea. Leo mkati mabanga nor mmea wa mji kwa kweli tunafurahi, sababu tunakwaka, tuko tukisikia iko mahali pengine mahali pengine, lakini mabanga nor tunakuwa na jiswali kama vile umoa mkaji alisema, tunajilizaka naye ataka kutembelea siku gani. Na kama amefika leo, c'est vrai personnellement kwanza, inanifurahisha ya pili ni paraporo na kestio zake ambazo amerepondre na fason yenye ameenterese watu kwa kisi tunapasha jikomporte. Ile ananifanya inanipatia fura na, na, na presence yake katika population ingi, inaleta ingine espoir ya kwamba tukaendelea kuishi ya kwamba tunamwongozi ambaye anatujani. Na kuhusu vijana kwamba muhamasishe vijana wache pombe na bangi, kwa kweli wa vijana nao kuhusu pombe na bangi wamepoteza sans bonne moralité, anapotea ile ni kweli, hata sisi na wacadre de base wa nyumba kumi wa chef daveni tunakuaka tuko tunawaeleza vilevile waache kukunywa pombe na kuvuta mabangi, sababu inadetruire morali, sababu inafanya inaacha pei na entite zetu zinakuwa menase, sababu wa vijana wajidone kulinda inchi kulinda muji wala kudevelope maeneo za kwetu. pombe na bangi kwa kweli inadetruire na inafanya vijana hawana tena refleksio ya kusema watafanya nini wat, wanalemea tayari wa, wazazi wanalemea na komunote, sosiete, sababu hawafanye iliyo yao kama vile inavyohitajika. Kipi kinahitajika? inayohitajika ni tunaomba serikali tena kwa ngazi za juu kutia nguvu kama vile mea wa mwiji ametoka, ama wazazi kusema. Tunaomba wa vijana na wazazi na wakuu wa mji vilevile, kwa ngazi zote, sisi sote tuungane mkono, tuone gisi ya kukosea wavijana wa kwetu, wavijana wakuwe na ela e fulani ambayo inaonyesha utu wa mtu, maana ile hali ambayo tunakuwa nayo haitusaidii kwa chochote, ndio maana wakubwa watie tena nguvu ili production ya ile mabwaso ma fortemalolise ibs na vilevile mafrontiere d na vitu ingine wanjo wanatuvukishiak, le mapombe hazitengenezewe mahali hapa, zinatengenezewa ayer. Lakini wakati zinatengenezewa ayer juu zifike Goma zinakwaka na kwenye zilipitia, na watu wako pale ambao wanahusika, lakini wanazipitisha kwa kuja detruire population ya kwetu shao. Asante sana, Mari Kibundila, wewe ni kiongozi wa kata ya Mabanga sana. Asante. Wamesema hayo wakati wa mazungumzo maalum na wakazi wa Mabanga North pamoja na wakazi wengi ambao wameombwa kushinikizwa katika miradi yao. Tunatembelea kata la Mabanga North kwa sababu ya kuzungumza na raia, kuwaongelesha namna ya kuishi kwa amani, kwa upendo wa raia, wapendane kwa sababu sisi sote ni watoto wa baba moja, sisi sote ni watoto wa mama moja, sisi sote na uh, damu moja na nchi yetu ya Kongo inahitajika hiyo kuongea e, pamoja kukaa pamoja na kupendana ndio. Kwa nini mnaweka mkazo katika umoja? Tunaweka katika umoja kwa sababu hiyo uongozi ambao wote ulipita e, na uongozi wa Kinshasa, ambao chama cha AFC M23 ilikuja kuondoa hapa Goma hapa North Kivu hapa kwa ikata ya mabanga nord, kwa sababu wali walitia ndani chachu wa raia wachukiane na kusema kama mtu ambaye asiyozungumza kwenye lugha yako huyo ni adui mtu anayezungumza lugha yenyewe amemsikilizane hiyo ni adui. Na hiyo iliacha raia waliishi kabisa kwa nani, kwa namna mbaya sana na lingine, kwa nini inaomba vijana wajiunge na katika jeshi la AFC tunaomba vijana wajunge katika jeshi la Armee Revolutionnaire Congolaise kwa sababu ni jeshi la ukombozi, ni jeshi ambayo inakia kufukuza hiyo hiyo uongozi mbaya na wa jeshi na, na vijana wajiunge kwa hiyo jeshi la ukombozi ili tuweze kubadilisha nchi yetu, nchi yetu ikuwe ikuwe nchi ambayo inayo inayokuwa na, na, na reputation mzuri ndani ya dunia, na sisi tuheshimike kama Wakongomani, na tupatie nchi yetu jina nzuri, ile jina ambayo ilichafuka sana na hiyo ongozi mbaya wa Kinshasa. Jina ni Masini Serge, niko kada wa mobilization na recruitment kwenye jimbo letu la North Kivu. Sasa ukiwa na usalama tele kwa wakisema viongozi na wakaazi wa mara Goma, mana mara na mara hatutachoka kuambia ya kwamba mchango wenu unahitajika contribution participation yenu imeonekana, lakini isikwamie hapo. Maka tumefanya vizuri, hakikisha ya kwamba umeweka tena nguvu zaidi ili ufanye vizuri zaidi kupitia kushinda hapo. Usalama umekuwepo, lakini kuna nguvu ambayo tumezitumia na mchango wenu umeendelea kuhitajika, ndio maana tumeendelea kusema vijana namna wamewaambia, ametoka kusema Goma yetu itajengwa na sisi wenyewe, Kongo yetu itajengwa na sisi wenyewe wenyewe, antukano mi napenda tupate prix normal ya kulipa frais iko kupiganabna muimk am ezninjokefe

anakamata kontere anaibomola akisha ibomola paali kontere, kontere eskize, ikonte iko avase kontere na konte <laughs> a rebulu, anaona shida awa majini yao nenao ngenda aona hii mwezi, par exemple, ulipa 60000 franc mwezi, akufata 40000 franc mwezi yakufuata pali donk vime ziko napunguka mena sasa, ile metenase wakati kuko kupile ya maji nani siwe kura ni tio zilikatika ni ile pesa na alipa juu nafanya metenase ya maji. Ukisha gaula tio tio unaitosha apre conte parce que avan conte joi na kontata

sababu partu akose kama unatembeaka Uganda, kwenye tumekuwa kunaweza kuwa kuko kadre societe zinaweza kuwata sen za nini za communication, kuko MTN, kuko Tigo, kuko Orange, kuko Airtel na inji vazee, nayo nivilevile tu. Kama nakuya ok, swahile so bienvenue ni commerce, ataripa taxi ya leta kusudi barabara zijengwe, lakini unjue kama kama nakuya haina shida utakuwa Airtel tatumika, utakuwa Orange tatumika, utakuwa fisel tatumika, se komsa keza sefe. Lakini resou sociaux kabisa, uh, inatuditulile sana. Lakini kweli muko naka kwe, mko naiona mosome desime natuku wanu venyu sili vile Kambale, eh, iko Katembo iko Paluku iko Kasereka iko Adimana iko Donge, ni kusema ni sosiete ya wakongomani wote jovi Siawote tuko ndani na tunawashukuru sana. Nikusema maulizo inaishia pali, sababu Goma iko vile nye watu wanaishi kutodishu vraimen tantie mabanga nani, tunawashukuru sana tunawapenda sana, mungu awabariki.